Vipi, mbona umekuja kwangu bila taarifa ndugu yetu? Wewe kwa hiyo mimi tena nikija kwa ndugu yangu mpaka nitoe taarifa? Jamani, mimi na wewe ni ndugu, kwa hiyo nikitaka kuja kwako sitoe taarifa. Yaani e, mi nakuja tu kama ningechuoni. Sawa, labda na-, namaanisha kwamba kama kama usingenikuta <laughs> kama nisingekukuta hiyo ingeshatokea lakini nishatokea, nimekukuta. Nisingekuta nkauti zangu nyumbani nikakuwa na kazi gani hapa, sawa Vipi lakini nyumbani wajambo? Nyumbani wajambo wako poa kabisa. Ni watu wazima, hamna hata mgonjwa. Mm, vipi ndugu yangu anaendeleaje? Church boy. Church boy? Ndio church boy. Alipopoza mimi nafikuta hapa jina gani kasoa church boy. Yule church boy mzima. Acha masia yako bwana. Eh, hey, utaki ah. Okay, unatumia kinywaji gani? <laughs> Yes, bwana. Sasa kinywaji hapa kinaingiaje? Hapa mimi sifuata kunywa. Nimekupata wewe tu, yani wewe uishi utani Wewe Mariam. Kumbuka kama mimi ni kaka ako kaka angu wakaka mimi na umeanzia wapi? Tangu lini na kwa nani? Yaani wewe ndugu na mimi, wa wapi? Mimi na wewe hajizaliwa pamoja mume mmoja. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukawa ndugu. Na hiyo sio sababu ya mimi kunizuia kufanya hicho ambacho nataka tukifanye. Wakati nakuja kwangu nimekuuliza, kwa nini unakuja kwangu bila taarifa? Ukasema unakuja kwa ndugu yako. Hicho unachokifanya unaona uko sahihi? Yeah. Niko sahihi tena sana sana sana, kwa sababu mimi na wewe hajazaa baba moja ama moja na undugu wetu ni wakupanga kwa matofali, yani unafikia